Msanii wa kizazi kipya ambaye e, naweza kukiri kwamba alisimama na Watanzania katika kipindi ambacho yaliyotokea yaliyotokea Oktoba uh, 29, e, Rosa Ree e, ameandika kwenye mtandao wake wa kijamii wa Instagram, na nukuu kile ambacho amekiandika Nimefanikiwa kuona hotuba ya ndugu Majizzo. Kwa mtazamo wangu, nadhani ni hatua nzuri ya kufungua mazungumzo ya yale ambayo kwa muda sasa yamekuwa wazi, ila kama ni mwiko kuyazungumzia, hasa kwa upande wa wasanii. Ni mengi tunaweza tukasema, ila tunapoamua kusema, tukumbuke tunaongea na akina nani tunaongea na taifa ambalo linalia, linavuja damu na liko kwenye msiba endelevu. Tunaongea na watu ambao wamezika watoto, baba mama zao, ndugu jamaa na marafiki. Wengine wamezika nguo, na wengine hawajui kama wapendo wao wapo hai au wamekufa. Tunaongea na watu ambao wengi hawana uwezo wa kupata elimu au kuelimisha watoto wao, wengine hawana uwezo wa kupata huduma za afya, na wengi wana wagonjwa yasiyotibika. Na tunapoomba support kwa watu hawa, tukumbuke tunaomba kulindiwa ajira zetu na watu ambao hawana ajira. Kulinda ajira ni hoja aliyozingatia sana ndugu Majizzo. Ila tunaanzaje kuilinda ajira kabla ya kulinda maisha kwanza? Tunawaombaje watu wasiokuwa na uhakika wa kuishi watushike mkono tuendelee kula maisha? Ni wakati sasa tujiulize tunarudishaje huo mkono wa sapoti kwa shabiki zetu na jamii kiujumla. Pale tulipokosea tusiseme yamepita basi yaishe, tuendelee tulipoishia maana uchafu ukiuficha chini ya zulia, utazaa funza na maradhi ya baadaye. Tuswape mashabiki zetu mzigo wote wa kubeba maumivu na kutubeba na sisi pia hata baada ya kuwakosea. Tujiulize tunawezaje kukiri na kuwajibika kwa kubadili mwenendo bila kuwa na sababu za kujiridhisha kiuchumi. Ni dhahiri sasa taifa limeshika atamu, na haitoshi kusema poleni kwa afiwa na kuendelea kuzungumza agenda zingine bila kuzingatia uponyaji, ukweli na haki kupatikana. Rosa Ree anamalizia kwa kusema Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Afrika.